Kimataifa, taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa jeshi la ulinzi la Israel, IDF, limefanikiwa kudhibiti anga la Tehran, mji mkuu wa Iran, ikiwa ni sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi iliyoanzishwa mnamo Juni 13 mwaka 2025. Abel Mponela tunakushukuru sana kwa hii taarifa ambayo umeiandaa ina, ina una na unaisimulia wewe, imeandaliwa na Azizi Kindamba. Kwenye taarifa iliyotolewa na msemaji wa IDF Brigadia Generali Efie Defrin, Inasema kwa sasa tunaweza kusema kuwa tumepata udhibiti kamili wa anga la Tehran mwisho wa kumnukuu. Hii inamaanisha kuwa ndege za kivita za Israel sasa zinaweza kufanya mashambulizi bila upinzani mkubwa kutoka kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Mashambulizi ya anga ya Israel yameleta madhara makubwa. Kwa mujibu wa taarifa, maeneo kadhaa muhimu ya kijeshi nchini Iran ikiwa ni pamoja na miji ya Tehran, Isfahan na Kermanshah yalishambuliwa vibaya mno. Vituo vya uzalishaji wa makombora, viwanda vya, vya nyuklia na maeneo ya majeshi ya Iran viliharibiwa vibaya. Katika juhudi za kupunguza madhara kwa raia, IDF imetoa amri ya kuhamasisha wakazi wa baadhi ya maeneo ya Tehran kuondoka kabla ya mashambulizi zaidi. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha usalama wa raia na kupunguza athari za vita. Ingawa IDF imefanikiwa kudhibiti anga la Tehran, lakini hali bado ni tete. Iran inatajwa kujibu mashambulizi zaidi na mizozo ya kijeshi inaweza kuenea katika kanda nzima. Nchi za kigeni ikiwa ni pamoja na Marekani zinahofia athari za mzozo huu kwa usalama wa kimataifa. Vikosi vya ardhini vya Irani vimeanza kujiandaa kwa uvamizi wa ardhini, lakini hadi sasa Israel haijashuka ardhini. Wanatuma tu drones za upelelezi, wakiharibu kwa ufanisi bila kumwaga damu. Jeshi la Marekani linafanya mikutano ya dharura, huku Urusi na yenyewe ikiitisha kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Dunia inataka kuona amani na suluhu ya mzozo huu inapatikana, lakini mataifa haya hayapo tayari kwa hilo kwa sasa. Hizo ni taarifa za kimataifa kupitia Rada. Asante sana Abel Mponela kwa hiyo taarifa iliyoandaliwa na Azizi Kindamba.